Bwana mambo vipi? Ah uh, fresh kama kawaida kama kawa. um, kwanza kabisa unaweza kujitambulisha ni nani? Na tupo hapa kwa zamu ni gani? Ah uh, mimi naitwa Edward Edwadi Dogata Simanichela, kwa jina maarufu sana naitwa Coach Chela. ya udhamini au na unayadhamini wewe mwenyewe? Ah uh, mashindano haya hakuna mdhamini, mdhamini ni mimi mwenyewe na pia mashindano haya Tokea alipoanza kwa mna mdhamini na hadi anafanyika sasa hivi hakuna mdhamini yeyote yule. Sawa sawa. Sasa, Ni chachu gani ambayo imekufanya uendelee kuwa mvumilivu na mstamilivu kwa misimu nane bila kuwepo na udhamini? Ah, kitu cha kwanza mimi ni mtu wa mpira. Yaani ukitolea mbali kwa msimu mashindano mimi ni mtu wa mpira. Maisha yangu yote pia nimeendelea kuishi nikiwa katika tasnia ya mpira, tasnia ya soka. Kwa hiyo hichi kitu nakifanya nakifanya kwa upendo na muda wote nimekuwa nikifanya hicho, na pia sio kusema kama wazamini hawajatokeza, lakini tuko kwenye steji ambayo tunahitaji kukua kwanza kabla ya kuwakaribisha wazamini. So, so. Yes. Um, na yapi malengo makuu ya imichuano ambayo inaenda kuanza? Uh, malengo yapo kama malengo matatu makubwa, lakini pia ikiwa lengo mama ni kuhakikisha tu tunaweza kuiokoa generation ya chini pia Unajua yetu imekaa kwa miaka yote akujaye kutokea mashindano under 15 kujaye kutokea mashindano under 17 na wala pia kujaye kutokea mashindano ya under 20. Kwa kubwa sana ni kuweza kulea hii generation ambayo inashuka chini, kuzi wengi sana umekuwa kisau generation ya chini. Kwa mimi nimekuja na hili wazo ili kusudi kuweza kuwaokoa watoto. Pia lengo la pili ni kuweza kupunguza tabia mbaya ambazo watoto wanapokosa cha kufanya wakati wa jioni huwa wanafanya. Moja ya program ambayo inaweza kumsaidia mtoto, pia atakuwa active, atakiwa shuleni ya, lakini lengo mama ni kuweza kuokoa generation mpya. Sawa sawa, yeah. na vipi mwitikio wa wadau na vijana ambao ndio tukio lao kuu, ambao linawahusu wao kama wao, na timu ambazo zitakazoshiriki zitakuwa ni ngapi? Ah na, mimi nashukuru Mungu, mwitikio umekuwa ni mkubwa na so kuna ligi hii tutokea ligi nimeanza keka ni mkubwa, kwa sababu labda mimi nimekaa kwenye mpira muda mrefu. Kwa hiyo mimi nashukuru Mungu, mitiko imekuwa ni mkubwa, na matarajio pia yatakuwa ni makubwa vile vile, kwa sababu tumekuwa tukifanya hichi kitu kwa mwendelezo, kila mwaka tunafanya, kwa mwaka pia naweza tutafanya mara mbili, tunaangalia hali ya hewa itakavyokuwa rai yako kwa wadau ambao wanaitazama hii michuano na pia hata walezi na wazazi wao vijana ambao wanaenda kushiriki katika michuano hii? Uh, mimi naomba tu wazazi na wadau wote wa mpira waweze kuwa support watoto na kuwa support ni kupitia kuja kuzulia kwenye viwanja vya mazoezi, viwanja vya mpira, viwanja vya mechi, viwanja vya mazoezi, kama mtu anafanya kitu gani, ukiweza kuzulia kwenye kiwanja cha mpira najua mpira unataka kitu kitu gani gani, unahitaji kufanya kitu gani pia, kuzuia kwenye zoezi la mechi, waweza kujua kama watoto wetu wameshafikiri leveli gani ya kuleta, kutoka hili waweze kuashika mkono watoto kwa waweze waweze wa kufanya sana mazoezi. Tunapoanza panakuwa ni pagumu, lakini ukishaona mwanzo mtoto na na kuongea vifaa vifaa kuanzia jezi kuanzia socks mpira, mpira. Si, sawa nilikuwa na Kocha Chela, nimefurahi kuwa naye katika siku ya leo nakutakia kila la heri katika michuano yako no, Kocha Chela. Asante ah, sana ah.